Ikhlasi ya Abubakari anasema: assalamualaikum wa rahmatullahi wabarakatu. Swali langu ni hukumu ya biharusi kuongeza kope, kucha na kuunganisha nywele. Alhamdulillah, haifai, hii ni harami a Mtuma wasalema amelaani ya watu kama hivi, amelaani na binti yetu awagobe Mungu kitu Allah Mungu hajakupa wewe, usitafute usitafute kabisa, ni haramu haifai. Wabinti wote waislamu wanasikiliza mimi, agobe binti yetu au dada zetu, ntakiwa yeye siku ya harusi na siku nyingine awe hivi hivi tu, kuja msikitini anajihifadhi, siku ya harusi ujue. Kama wewe mwenyewe huyo alikuwa amejihifadhi, kichwa wazi, nywele wazi ovyo, anavaa ovyohovyo nguo ovyo, siu mbana si, nini nini hii sheria haikubali. Watu waogope Mungu, fanyeni harusi, anashidi kucheza kwa dufu. Sheria imekubali bila muziki, lakini mvaa hijabu yako stiri. Naam.